Kama tunavyojua kwamba uh, huwa kuna maadhimisho ya siku ya saratani duniani ambayo huwa ni tarehe nne Februari kila mwaka. Kwa hiyo taasisi ya saratani ya Ocean Road kama mdau mkubwa wa mapambano dhidi ya saratani eh, tulitenga leo kuanzia leo Jumamosi ya tarehe tatu mwezi wa pili na kesho, ambayo ndio kilele cha maadhimisho ya siku ya saratani duniani, kufanya mazoezi mbalimbali, yakiwemo kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya mapambano dhidi ya saratani. Kwa hiyo toka asubuhi, kama unavyoona, zoezi linaendelea na wataalamu wetu wa afya eh, kuhusu saratani wameshatoa na wanaendelea kutoa elimu juu ya masuala mbalimbali ya saratani. Sambamba na hilo, tunafanya zoezi la uchunguzi wa saratani mbalimbali zikiwemo saratani za matiti, shingo ya kizazi, a, tezi dume kwa wanaume, pamoja na saratani ya ngozi kwa watu wenye ualbino a, Upande ule wa pili kuna zoezi lingine hapa. Ni upande ambao uh, watu wenye walbino ndio wanafanyiwa uchunguzi na elimu, lakini upande ule mwingine ni uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, uh, matiti pamoja na tezi dume. Uh, kwa kweli, uh, saratani ama kwanza, kwa sasa kwa hii miaka ya karibuni inaonekana inone kuongezeka tofauti na miaka ya zamani. Takwimu zinaonyesha kwamba takriban ni wagonjwa wapya ambao wanafika katika taasisi ya saratani ya Ocean Road, kuna wagonjwa wapya elfu sita na kati ya hayo Eh, a, asilimia kubwa ya wagonjwa ambao tunawapata ni saratani ya shingo ya kizazi, ina takwimu zinaonyesha ni takriban asilimia arobaini. Labda tu niseme kwamba nikizitenga hizi saratani kwa makundi eh, kutokana na jinsia ya kiume na ya kike, ya kwa wanawake bado saratani ya shingo ya kizazi inaongoza eh, ikifuatiwa na saratani ya matiti. Lakini kwa wakina baba saratani ya ngozi ambayo inaitwa kwa kitaalamu kaposi sakoma ndio inayoongoza, na hii saratani inahusianishwa na maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Lakini pia saratani ya pili kwa akina baba ni saratani ya tezi dume. Kwa hiyo ndio maana unaona hata saratani ambazo tunazipima hapa ni hizo saratani ambazo zaidi wagonjwa wengi tunawaona hapa. Uh, pamoja na kundi la watu wenye walbino saratani ambayo inaongoza ni saratani ya ngozi. Na hizi saratani zote vyanzo vyake tunavijua ni kwamba zinazuilika, yeah. Na niseme tu kwamba saratani inatibika, uh, inapogundulika mapema na ndiyo dhumuni la zoezi hili. Alfani Juma natokea Kimara <laughs> na huduma niliyopata leo nimepata mafuta ya kukinga jua. Eh, na huduma hii nimeipenda kutokana kwamba mie ni, kwanza ni mara ya kwanza kupata huduma kama hii eh, nashukuru kwamba kama itanisaidia vizuri eh. Naitwa Baby Hussein. Meona vizuri, wametuokoa, wametusaidia, ngozi zetu zimerudi kama kawaida, wametugaia lotion mafuta ya kutunza ngozi yetu. Nashukuru. Na elimu ambayo mmepewa hii leo